Mzalendo hapiganii watoto wake waliokuwepo, mzalendo anapigania kizazi baada ya watoto wake, yani anapigania asichokiona, yani anasema, mimi napambana leo, nitakufa baada ya kufa, waliobaki watapambana, najua ushindi utakuja kupatikana. Ndicho alichokifanya watu wetu Wat... wa tarehe 29 na maskari wamembeba juujuu na mbata akala, akaenda kuwekwa ndani. So kwenye nchi yetu haijalishi una taaluma gani, yani bado tunaishi ndani ya maisha ya kidikteta. Kwa hiyo kila mtu. Suleiman, karibu sawa. Na mimi nilitaka nichangie hapo. kuna hoja ambayo mimi, mimi nilikuwa nina nime nimeitafiti muda mrefu, lakini pia nilikuwa sijawahi kuizungumza sana kwa upana wake, kwa sababu ni maswali ambayo pia pamoja na, na kufanya utafiti nilikuwa nilikuwa na najiuliza kwa nini hiki kimefanyika na kwa nini huyu alisema hivi na lengo lilikuwa ni nini. Sasa hiyo hoja, ili uweze kuipatia majibu, lazima uweze kuunganisha nukta, yaani kwa akili yako mwenyewe binafsi au kwa akili za kawaida, inabidi tu uweze kuunganisha nukta kwamba kama hiki kilikuwa hivi na kwa nini huyu alisema hivi ukilinganisha na kitu kile, maana kinakuwa hiki. Mfano mdogo mimi nitatolea, mimi sipendi sana kuzunguka, kama mtu ataona kama unamsema vibaya mtu, na iwe hivyo, lakini sina mlengo wote. mimi Habili amewahi kuzungumzia kwamba alipeleka hizi habari ICC, na zikiwa zina zinapeji kama 168 si 130 ngapi, sijui 100 na I don't remember, lakini anakumbuka alisema, aliwahi kufanya hicho kitu, lakini baada ya muda fulani ikatokea ikaanza kuonekana hakuna kitu kilichofanyika huko. Hiyo ni hoja ya kwanza. Nisikilize vizuri alafu utaunganisha. Before Mwabukusi amewahi kwenda Ikulu ya Dodoma na alipotoka, akasema unafikiri swala la kukutana na rais ni jambo dogo? We unafikiri kukutana na rais ni kama unakutana na mtu wa kawaida. Unaweza ukafika pale ukaanza kusema mama anaupiga mwingi, mama anaupiga mwingi, mama anaupiga mwingi mpaka mwisho ukaondoka. Lakini before there Mwabukusi mabu alisema kruk mdude swala la mdude halitoisha kiwepesi. Alionekana na msimamo sana sana kwa watu wasio wasio mfahamu, lakini kwa watu ambao tunamfahamu na tunaweza kuangalia karakta ya mtu tunamfahamu, ni mtu ambaye yuko emotionally. So sio mtu wa, kum, wa kumsikiliza sana na naongea hivi ili muweze kulinganisha matukio alafu Tuje tuone kama aidha mimi ndo nimekosea kuwaza au isiyo mjadala, lakini aidha mimi nimekosea ninachowaza au ndivyo ilivyo. Ikaja ikatokea, kuna siku kulikuwa kuna live moja hii ya kuunganisha live za Ijumaa Ijumaa katika live moja. Tito aliongea na ninadhani Tito ndio aliongea kitu sahihi. Kwanza kulikuwa kuna tetesi kwamba Samia ataitwa tarehe ishirini na moja ni ya mwezi Januari, ya idu remember oh, ni ya, ni ya mwezi Januari, Mahakama ya ICC itataja kesi yake tarehe ishirini na moja kutokana na ny nyaraka alizopeleka Habil. Tunaelewana, sijui. Kumbuka Habil alikuja baada ya tarehe ishirini na tisa. Kumbuka habili alikuja baada ya tarehe ishirini na tisa. So kukaanza mchakato kupeleka, na akasema nimefanya na nini na nini nimepanda na ndege na nini na nini nimefika na nini na nini, nimeitwa nimekula kiapo kama mnafuatilia hizi live na kama mnaweza mkawa tu mna medulo bolongata nyepesi tu ya kuweza kunoti. Sasa, pamoja na hayo yote yaliyotokea kina Mwabukusi na kina naongea hivi, kuna kitu nataka nije niseme ili tuunganishe. Tito akasema hicho kitu kwenye live, watu maarufu, watu wakubwa, na sisi wenyewe pia tulikuwa tunatilia mashaka swala la tarehe 21 na tulishapata tetesi kwamba hicho kitu hakipo. Lakini tulifunga midomo kwa sababu hatuna uhakika mkubwa. Akatokea Tito Magoti katikati ya live akasema, sisi, nadhani Tito hayupo Tanzania, I know it. Sisi ni miongoni mwa jopo tunalofuatilia hicho kitu, tarehe ishirini na moja hakuna hicho kitu, na 100% of majority waliamini issue itakuwa tarehe ishirini na moja kutokana na nani? Kutokana na statement za nyaraka za Habili ndio kabili na watu wakubwa. Siku hiyo hiyo pia walikuwa wametoka kuongelea kwamba tarehe ishirini na moja na nakumbuka ile wiki through the wiki ilipigwa sana promo ya tarehe ishirini na moja Lakini Tito aidha kwa kujua au kwa kujua ndio aliongea kitu cha ukweli, akasema, sikilizeni niwaambie, hii kesi sisi ndio tunaifuatilia. Hakuna kitu chochote kilichokuwa kimepelekwa ICC hadi sisi tumefuatilia, na hii kesi haitoitwa tarehe ishirini na moja ipo kwenye hatua za awali kwamba inaweza ikaitwa au isitwe, ipo kwenye mchakato wa kupeleka maombi na maombi yetu yatajibiwa mapema. Na Tito pale pale akaongea swala la ule bwana nani, ule alikuwa ametekwa yule yule ambaye alikuwa anaonekana siku ya maandamano, yuko pale, yuko yuko Kimala, yule bwana nani ule, mtanitajia jina lake hapa. Akasema yule atatoka siku chache zijazo, swala lake limekaa vizuri. Siku ya pili yake yule jamaa akatoka. Maanake nini? Taarifa za Tito ndio zilikuwa sahihi kwa kwa mimi kwa research zangu mpaka by that time nilifikia nikawa nimemwamini Tito mpaka siku ile, nikaona Tito alichokiongea kwanza, akakiongea kwa ujasiri na ameongea katikati ya watu maarufu wanaosema tarehe moja, mama anaitwa amesema pale pale katikati ya watu maarufu bila kupepesa macho kwamba tarehe moja hakuna ishu, na mimi ndio ninayefuatilia mimi na jopo langu, na pamoja na ishu hiyo na ishu ya bwana nani yule nani yule yule nani, nimekuwa nikimwongelea sana atatoka siku za karibuni na kweli, yule jamaa siku, siku, ya pili yake, yule jamaa alitoka jioni au mchana, yule siku ya pili yake alitoka na taarifa ya ACC tarehe ishirini na moja haikuwepo. Maana yake taarifa za Tito ndizo sahihi kwa kutokutokea tu lile swala. Sasa mimi na, na, nakuja sasa kwenye hitimisho langu. Nilikuwa najiuliza, nini huyu wa mwanzo aliongea hivi kwa ajili gani? Nikawa najiuliza naweza ongea kidogo na Mwabukusi na Mwabukusi wakusema kwamba swala la Mdude crook halitoishia hivi lilivyo. Mdude is not a political issue, is a personal issue. Mdude ni mtu wangu wa karibu. Mwabukusi anaongea na hiyo clip hipo ikaja, Mwabukusi akapoa juu na mpaka leo i. Pia na wewe nimekusikia hapa unauliza kwamba hawa vyombo vya hizi za mkusanyiko wanasheria sheria si na nini ni kama wamekaa kimya. Nataka nikwambie kitu kimoja kwa muunganiko niliyokuambia mimi yule kwanza, ili swala la mauaji ya tarehe 29 lilikuwa 100% ICC linapokelewa akati liko la moto. Sasa kuna kitu kimoja PFD haiko kiongea sana. Uwe hapo tokea matatizo makubwa, anaweza katokea mtu ambaye anadata ana, ana, ana asilimia tisini na tisa za ukweli au asilimia mia za ukweli, na akiongea mtamuamini, na kweli ataongea vitu ambavyo vipo wanaovijua na vijua watavyona vinatokea. Sasa nina, nina hakika serikali iliinvesti hela ituchezee time, swala la moto kesi sifunguliwe. Wakina Mwabukusi, si kwamba hiki kitu hawakijui, kwa sababu ndio moja ya kazi yao kubwa. Wanakijua kabisa kuliko sisi hapa wote tulio kwamba. wanakijua kabisa na wanajua taratibu zake na uwezo wa kufanya hawajawahi kugusa hata nukta ya kufanya hili jambo. Maana yake nini? Kuna mkono mkubwa wa serikali umewekeza kwenye hili swala. Aliyekuja mwanzoni akasema, nimeandika nyaraka za kutosha, nimepanda ndege, nimepeleka, alitumwa na serikali ili kuchelewesha hili swala, alitumwa na serikali na mamlaka husika za wawaji, ili kuchelewesha hili swala, na wakina Mwabukusi pia na wenyewe wamepewa hela na wengine wote ambao tunaona wana mamlaka juu ya hili swala. Kwa hiyo, kwa hiyo ukweli ni kwamba hili swala lilikuwa lina mantiki. Kipindi cha tarehe 29 Suleiman, napotea potea. Naweza ongea kidogo. Kulikuwa kuna kulikuwa kuna tetesi za uwezekano kwamba ndio maana nasema ndani ya hili swala, wakina mwabukusi wamelamba, wakina madereka wamelamba, wakina nani huyu kibatala wamelamba, lakini main character aliyekuwa na injinia hili na vijana wake ni mwabukusi. Tunaelewana siyo? Na katika hili kama utakumbuka, aliyejiweka kwenye serikali ya alamu alikuwa hasubutu kutoka nje kwenda nchi yoyote akiofia, akiwa kwenye nchi yoyote jambo linaweza likasanuka, ikatolewa oda ya kukamatwa kama ambavyo wamewahi kutolewa oda rais wa Sudani, rais wa Sudani, wakina Salva Kiir wale, nadhani akiwa yuko South Africa, lakini hawakumkamata akiwa South Africa au akiwa Uganda, luckily hawakumkamata wakamwacha kwayo, akawa anahofia kutoka nje kwamba nikiwa kwenye nchi yoyote, na oda inaweza ikatoka. So ameenda ili swala limeenda limekaa kwenye msawazo, ndio saa hizi sasa wameanza kupata pumzi, wanatoka. Lakini kwenye hili swala tumechezewa sana na TLS ikiongozwa na mwabukusi. Kwenye hili swala tumechezewa sana na habili ende kabili, sielewi wengine waliokuwa wana promote sana habari za Habil and Kabil kama nyuma yake walikuwa wanajua au walikuwa wanafanya bila kujua. Nategemea kama walikuwa wanafanya bila kujua, siku moja watoke waseme, kama ilivyotoka Patrice na mwenzake PFD kuhusu Malcolm na yule mama mkwe. Nategemea siku moja waje watoke waseme, jamani, hata na sisi tumekaza, lakini tulikuwa tunadanganywa. Nje hapo kuna tatizo kubwa sana hapa. Mimi nataka niseme, kuna tatizo kubwa sana kwa mamlaka tunazoziamini. Of course mtu mwenye akili timamu huwezi kumwamini Mwabukusi. At least Kibatala. Mtu mwenye akili timamu huwezi kumwamini Mwabukusi. Lakini kumbuka Kibatala na Mabele yalifikia level ya juu sana. Nisikiliza vizuri. Mwabukusi ni mpinzani kipindi cha Kinamboe. Unanielewa siyo? Kipindi cha Kinamboe hakukuwa na mpinzani. Ndio kipindi ambacho walikuwa kina Mabele Marando, walikuwepo kina Ibrahim Lipumba. Kipindi upinzani umehiti hakukuwa na upinzani wa kweli pale. Nitakupa hizo fakti nyingi sana, tuachane nazo tu, kwa sababu zinarudi kwenye background ya kuanzisha mfumo wa vyama vingi, imeanzia huko. Huyu Mabele Malando alikuwa, alikuwa, alikuwa DGI. Kwa hiyo achana na hivyo vitu, kuna mambo mengi kwa kule kukua na upinzani. At least kwa mbali upinzani unaanza kuonekana sahizi. Sasa sisi hatuko kwenye upinzani wala hatuko kwenye chama tawala, sisi tupo kwenye wanaharakati wa vitendo maana yake nini? Ninachotaka kusema kuna tatizo kubwa sana, hata kwa mtu ambaye unaweza ukamwangalia kwa, kwa macho ya kawaida ya mwili na nyama, kuna tatizo kubwa sana serikali imepenyeza mkono wake hadi kwa watu ambao wana influence. Na hicho kitu tukijue sana, tukiangalie sana tu kwa akili ya kawaida, kuna watu tu wachache unaweza tu kawajaji, sipendi sana kuwataja, lakini ukifuatilia sana, kuna mkono wa serikali. So ayo tuachane nayo Kwenye hili swala, kwa nini tulichezewa kwenye hili swala? Kwanini fulani alikuja akasema ameandika zile peji? Zile peji hazijawahi kutokea, kitu kile kimeandikwa. Mimi nakwambia hakijawahi kutokea kile kitu kimeandikwa, ila ila ilikuwa ina uwezekano, ingeandikwa kipindi ambacho tulikuwa tunakiongelea sana na tukadanganywa kwamba imeandikwa, ingekuwa na mashiko zaidi kuliko saizi. Sasa sasa tuelewe nini? Tuelewe nini? Lazima tuelewe mambo makubwa mawili au matatu. Jambo la kwanza, sisi tubaki kama wanaharakati. Tuachane na watu wenye milengo yote ya kisiasa kabisa. Mimi nasemaga hata Tundu Lissu si watu wa kuwaamini. Alikuwa Zito Kabwe. Zito alikuwa anamuita profesa wa siasa. Zito yuko wapi? Zito amefanya nini? Zito tulie tu, tu, tu, tu watu wakiwa ndani, lakini sisi tustiki kama wanaharakati, kwa sababu unapokuwa mwanaharakati unadili na maisha ya vizazi vyako viwili, yani vitatu mbeleni. Mwanasiasa anadili yeye na ugali wake immediately, yani titi for tatu. Ukinipa bilioni mbili, tumemalizana. Mimi mwanaharakati ninasema hivi gharama kubwa nilionayo ni kulipia uwai wangu, na nikilipia uwai wangu gharama kubwa ya harakati inayofanya, sio kuneemeka mimi wala sio kuneemeka watoto wangu wanawaona ni wajukuu. So, nikifikiria hivyo, maana yake tunaanza kubeba spiritual power ndani yetu, ndio maana utakuja kukuta hata mitume na manabii leo tunaabudu, leo tu, tu, tu, tu katika Ukristu Yesu Kristu aliteswa miaka zaidi ya elfu mbili iliyopita. Angesema anajiangalia yeye, Yesu alikuwa aendi kupigwa misumari pale msalabani. Ilifika sehemu mpaka akauliza, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Leo tuna, leo tunaabudu katika Uislamu kwa sababu Mtume Muhammad alikimbia kutoka Meka akaenda Madina kwa kukimbizwa na ndugu zake na watu ambao alikaa nao Meka. Lakini mtume angejiangalia yeye kama yeye angesema, sina haja ya kukanyaga na miguu mpaka Madina, nikaenda kuanza tena habari zingine Madina, ningekaa hapa hapa Mecca ningetukuza waliokuepo. Hao ni wanasiasa. Sasa wanasiasa anajiangalia yeye kama alivyo, sisi tunafanya swala ambalo ni spiritual. Mimi napambana, hakuna ndugu yangu aliyekufa tarehe ishirini na tisa, lakini mimi nakwambia mimi nilikuwa front line na kuna picha za video na picha za kawaida ambazo ninazo, hakuna sehemu yoyote ambako zipo kwa sababu nilipiga mimi mwenyewe nilipiga mimi mwenyewe na ninazo mimi mwenyewe, na sijaziona sehemu yoyote. Sisi ni wanaharakati, We bear for our life. Hawa watu wengine, wengine hawa wenye milengo ya kisiasa siasa, wametufikisha hapa. Sasa itimisho langu ni nini? Itimisho langu ni kwamba Stili hili swala bado lipo la moto, linawezekana. Na tena hili swala limezidi kuwa zuri zaidi, zuri zaidi, kwa sababu sio tu mauaji yalitokea, bali hata walifukiwa wakafukuliwa, wakapelekwa kusikojulikana. Hiyo ni ishu nyingine. Tulidanganywa mpaka kuna picha za satellite. kumbe mtu yuko kwenye Google Map. Tulidanganywa tuliokuwa tunafahamu, tunaona hii ni Google Map. Tulidanganywa vitu vingi, forget about that kitu cha kuelewa kuna wanasiasa, kuna politician na kuna wanaharakati kama wakina Martin Luther, walijua kwamba hawato neemeka wao. Miaka ya elfu mbili Obama ndo akaja akachaguliwa kuwa rais wa kwanza muafrika Marekani, ni jitihada za kina Malcolm X, jitihada za kina Martin Luther na wengineo kama sisi wenyewe hapa Tanzania tuna mifano ambao watu wamepigania hii nchi na wapo kwenye historia, kwa sababu aliyeandika historia ni nani? Tunafahamu kwamba kuna watu kwenye ile tano walitoa pesa zao za mfukoni ili kuifanya tano ifike pale ilipo, lakini hawajawahi kuonekana kwenye vitabu vya historia. Maana yake tunafahamu kuna wanaharakati na wanasiasa. Sasa ni nini nataka niseme? Ili swala bado lina uwezo wa kufanyika vizuri kabisa. Kwa sababu muda tunao vielelezo tunavyo, na hakuna kitu ambacho kimetuongezea nguvu kama mchezo waliofanya kuhusu maiti. Kwa bado tuna wakati mzuri, hawajasaidia kitu, wamepoteza hela, wamefanya business as usual. Ili swala linaweza tu likapatikana, watu wachache wenye uaminifu, wanaharakati wasio na siasa Si anapeleka anapeleka, anapeleka malalamiko mtu yoyote, ila kwa kufuata ule utaratibu wao so, tunaweza kilicho tulichoambiwa kimefanyika, tunaweza kukifanya hata sisi tu, wapatikane tu waaminifu tu wachache ambao wanaweza wakalisimamia hili swala. Kwa hiyo naomba nihitimishe kwa kusema kwamba kwa nini watu wetu wamelala, wanatishiwa na nini? Si kwa sababu ya udikteta wa nchi. Watu wetu ni wanasiasa. Mzalendo ajipiganii yeye, mzalendo hapiganii watoto wake waliokuwepo, mzalendo anapigania kizazi baada ya watoto wake, yaani anapigania asichokiona, yaani anasema mimi napambana leo, nitakufa, baada ya kufa waliobaki watapambana. Najua ushindi utakuja kupatikana. Ndicho walichokifanya watu wetu wa tarehe ishirini na tisa walikufa, walijua kwamba mimi nakufa leo, waliobaki hai wataendelea kupambana, na ndio maana sisi mpaka saa hizi tunapambana kwa sababu tunaamini kwamba kwa kupigwa risasi yule wa tarehe ishirini na tisa akafa, ndio ile risasi ilitakiwa ije inipige mimi. Maana yake yule aligadi kama bulletproof, so I have to respect them kwa sababu aligadi yeye, akapigwa yeye risasi, ndio maana mimi niko hai yule amekufa akiwa na furaha kwamba najua waliobaki watapambana stili. Leo unaweza tu ukaona namna gani serikali inavyo mobilize mambo kijinga. Inataka kuonyesha Tanzania mambo yamerudi kwenye hali ya kawaida, inatumia gharama nyingi, inapeleka, inaleta msanii, inamlipa hela nyingi, inanunua tiketi yenyewe, inachukua watu wa ulinzi na usalama, inawapeleka kwenye kambi ya kwenye viunga vya kambi ya jeshi, show inaenda kupigwa kule, ili mradi tu watuvunje nguvu, tukiona tunasema "Dah! Yani watu wameanza tena kuattend show." Hapana, kesho itapigwa show ya Diamond na watu watajaa zaidi ya elfu moja. Wale wote ni wanajeshi na askari polisi na magereza na misukule wengine, wamenunuliwa. Istutishe sisi, ni wanaharakati. It's not today, it's not tomorrow, but it will come the day of unknown, ambayo mimi sitokuwepo, mtoto wangu hatokuwepo yatakuja kutokea haya tunayoyataka leo. Kama kuna mtu hapa ni mwanaharakati na anapambania kitu ambacho anataka, aje aone matokeo yake kwa macho, nataka nikwambie don't expect. kwa sababu hata hapa leo tutamtoa huyu aliyekuepo, tutamuingiza Patrisi. Patrisi naye atafanya yale yale, tutatoa Patrisi, mtaniingiza mimi, mimi nitafanya yale yale, na mimi inabidi nitolewe until tutakapopata clean leader ndio, tutasema sasa enough is enough. Sasa tuanze kujenga nchi yetu. Tutaweka tales kila sehemu. Tutawakumbuka tangu, tangu Tanganyika ilipoumbwa na Mungu. Tutaandika historia yake tangu enzi za kina Mkwawa, tangu enzi za vita vya majimaji, vita vya kila kitu. Tutaandika historia yake na tutakumbuka na Tanzania itakuwepo like heaven. Kwa hiyo guys, don't expect today or tomorrow tunachokipigania hapa tukione. Sisi hawa unaona wananunuliwa, tatizo kubwa linakuja, wanataka wao vitu wavione kwa macho, ndio shida inaanzia hapo, kwa sababu ameshaona vitu wavioni kwa macho anakata tamaa, naenda anapokea mzigo. Akitoka nje anakwambia wewe, nafikiri kuongea na rais mchezo? Mtu aliyekuwa anaongea anakaza mishipa mpaka jasho linamtoka kwenye media. leo anakuja anakwambia, kwamba anakwambia kwamba anasema, anasema? Unafikiri ukiitwa na rais ni jambo dogo? Tangu from there, swala la mdude alijawahi kuongelewa tena. Mtu aliyekuwa anasema unafikiri mdude ni wa kubadilishana na, na Karina? Unafikiri mdude ni gari bovu ile ya kumwambia mtu akimpata mpe milioni tano? Kwa hiyo hao ndio watu tulionao na wapo wakati wote na hawana tabu, they don't care. Watoto wao wanasoma shule nzuri, dili zote wanapewa, hawana tabu. So sisi tupambane. Sisi kama sisi tumekosa alternative leo I'm really telling you, kuna siku tutaamka na alternative manifestation and focus follow one cause until success doing the same thing think about the same thing inakuwa umbo kamili. Asante sana mimi, asanteni aniinaba.